Leo naleta simulizi ya mapinduzi ambayo yalifanyika kwenye uh, ufalme wa nchi ya Saudia mnamo mwaka 2017 kati ya Mohammed bin Nayef na Mohammed bin Salman. Um, simulizi hii inaanzia e, mwaka 2017 dunia ilishuhudia mapinduzi ya kwanza ya kifalme katika karne ya 21. Mohammed bin Nayef huyu alikuwa binadamu wa mfalme ambaye alikuwa na uhusiano wa siri na CIA ya Marekani, kitu ambacho ni hatari kwa Saudi Arabia. Familia takatifu ya kifalme au House of Saud ndio familia tajiri kuliko zote duniani. Uh, familia hii ambayo inamiliki ukwasi wa dola za kibarikani takriban trilioni 1.7, ingawa ni mambo ambayo kiukweli huwa yanafichwa, lakini ni ukweli usiopingika kwamba hii ni familia yenye ukwasi wa kupindukia. Mnamo Juni mwaka 2017, Saudi Arabia ilishuhudia mabadiliko makubwa ya uongozi yaliyojulikana kama mapinduzi ya kifalme, ambapo mwana wa mfalme Muhammad bin Salman alimpindua binamu yake Muhammad bin Nayef kutoka nafasi ya kuwa mrithi wa kiti cha ufalme. Wakuu, tutaondoka kidogo na eh, ambacho kilitokea kwenye eh, familia hii ya kitajiri. Tukio hili lilikuwa na athari kubwa kwa siasa za ndani na uhusiano wa kimataifa wa Saudi Arabia. Mohammed bin Nayef alikuwa mrithi wa kiti cha ufalme. Kwa lugha nyingine, unaweza ukasema mfalme akifa, basi yeye ndiye atakuwa mrithi wa kiti hicho. Lakini mambo yalikuja kuwa tofauti baada. ya mshirika wa karibu wa mashirika ya kijasusi ya Marekani, hasa CIA, kutokana na juhudi zake za kup, za kupambana na ugaidi kwenye kanda hiyo ya Mashariki ya Kati. E, Bwana Mohammed bin Salman ambaye kwa wakati huo alikuwa ni waziri wa ulinzi mwenye ushawishi mkubwa katika sera za kiuchumi na za kijeshi, e, kulisababisha mvutano kati yao na kupelekea uadui mkubwa sana. Mohammed bin Salman alionekana kuwa na nia ya kuimarisha mamlaka yake na kuondoa wapinzani wa kisiasa, yaani njia yake kuwa mfalme wa Saudia hapo baadaye iwe wazi maana ilikuwa kwa binamu yake Mohammed bin Nayef. Mnamo Juni 21 mwaka 2017, Mfalme Salman alitoa amri ya kifalme iliyomwondoa binamu yake Muhammad bin Nayef kutoka nafasi ya mrithi wa kiti cha ufalme na kumteua mwanaye Muhammad bin Salman kuchukua nafasi hiyo. Uamuzi huu uliungwa mkono na baraza la uaminifu wa kifalme, yani Allegiance eh, Council ambapo wanachama zaidi ya 31 walipiga kula huku watatu uh, uh, wanachama 31 wa Allegiance Council walimuunga mkono uh, Mohamed bin Salman na watatu walimkataa, ambapo baraza hilo lina jumla ya wanachama au wapiga kula 34. Baada ya tangazo hilo Mohammed bin Salman alionekana kwenye televisheni akimbusu mkono Mohammed bin Nayef kama ishara ya heshima, na Mohammed bin Nayef alionekana akimpongeza mrithi mpya. Hii ilifanyika ili kuficha kwamba kumetokea mapinduzi ndani ya utawala huu wa kifalme wa Saudia kama ilivyo Afrika ukionekana kusimamia ukweli unapotezwa. Kuhusu kutenguliwa kwa jamaa, kuna madai kwamba ni kwa sababu ya kupinga ugaidi na kutaka kuifanya Saudi Arabia kuwa kama nchi za magharibi kwa sababu ya ukaribu na CIA, lakini vyanzo vimeripoti sababu tofauti tofauti ambazo kimsingi inabidi tu tuamini maana ndizo walizoziweka wazi. Mfano, sababu kuu iliyowekwa wazi ni kwamba baada ya kuondolewa madarakani Mohammed bin Nayef alikabiliwa na madai ya ufisadi na kutokuwa mwaminifu kwa utawala mpya. Serikali ya Saudi Arabia ilidai kuwa alikuwa sehemu ya njama ya kuipindua serikali hiyo, ingawa ushahidi wa madai haya haukuwahi kuwekwa wazi. Hiki ni kisa ambacho huwa kinafichwa sana. Lakini ni ukweli usiopingika kwamba kwenye eh, eh, utawala huu wa kifalme wa Saudia kuliwahi kufanyika mapinduzi ambapo Mohammed bin Salman aliweza kumpindua binamu yake Mohammed bin Nayef. Unaweza kuendelea kutufuatilia hapa Junii TV kwa kubonyeza kitufe cha subscribe, uendelee kuenjoy kupata update story mbalimbali mbali, za ndani na nje ya nchi. Asante.